Kwenye kata yetu, lakini sambamba na hilo, kwa sababu wanafanya kazi na wajumbe wao wote, ni wapa bima za afya, na leo, ndugu mgeni rasmi, tutakuomba kwa ridhaa yako na kwa ridhaa ya mwenyekiti uwakabidhi japo wachache, ili tuweze kuweka historia kwenye mkutano wetu huu mkuu. Na mimi Hamisi Ndwata sina marekani nyingine, yote marekani yangu magorofani. <laughs> Nikiona magorofani naendelea kupigana na wana magorofani uhakikishe kata yetu inasonga mbele kimaendeleo kulikotoka na kujua unapokwenda pia, naku pende kuchukua fursa hii kuwashukuru sana sana sana chama changu cha Mapinduzi, nikimaanisha taifa, mkoa, wilaya na kata, lakini pia viongozi wangu wa kata wa chama wakiongoza na mwenyekiti, katibu lakini pia mwenyeviti wangu wa serikali ya mitaa niwashukuruni sana. Lakini pia nanyiye, wanachama wa mkutano huu, nikiamini wengi ndio ndio nichagua miaka mitano iliyopita, na kipindi kile mlikuwa mniamini hamijui, lakini mkanipa nafasi hiyo. Kwa hiyo mimi lazima niwashukuruni sana, sina cha kuwalipa, naamini Mwenyezi Mungu atawalipa. Sisi tujikite na tuielekeze kwenye maendeleo na, na kwenye maendeleo tunatakiwa tuchague watu ambao tunaisikweli hawa wana dhamira ya dhati ya kuweza kujuvusha. Sasa mtu akionyesha njia simvunje moyo, tunatakiwa tumtie moyo. Tukimtia moyo niongazi kimkabidhi, atakwenda kuifanya kwa ufanisi mkubwa akiamini, kumbe ndugu zangu wananipenda na kwa aina kwa aina ya diwani huyu nataka kuambia huyu ninyi ni moyo kwa kazi yako, ulishaimaliza ukae, utulie, ugoje utaratibu wa chama chetu, namna chama namna wanasisiemu CCM wataka kuamua. Lakini tunaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kazi zako wewe hapa zitaongea siyo maneno, na insha Allah itakuwa. Mheshimiwa diwani amegusa maeneo yote, kwa maana eneo la kisiasa, kijamii na pia kiuchumi. Diwani huyu amekuwa ni diwani wa mfano. Tumeona ameweza kumalizia zahanati yetu ya kata ambayo kimsingi ilikuwa katika ngazi ya boma, amepambana mpaka mwisho wa siku imeweza kukamilika. Kwenye eneo la kiuchumi, unamwona jinsi gani anajaribu kupambana, kupigania kuona kwamba wananchi wake wanapata fursa mbalimbali za kuweza kuwezeshwa. Tumeona amepigana, tumepata benki ya Azania walikuja wakatoa mikopo, wakawapa vijana bodaboda. Nafikiri mtaa wa Mbuyuni nilikuwepo na mimi nilishuhudia kwa macho. Amekuwa mstari wa mbele pia kupigania vikundi vya kina mama, wapo wa kina mama ambao kimsingi wameshaweza kupata mikopo. Na hiyo nilikuwa na naishuhudia na kwa sababu tulikuwa tuna utaratibu hata kwenda pale ofisi ya kata, kuulizia ni namna gani hiyo mikopo inavyoenda. Wanatupa takwimu kwamba diwani wenu wamefanya mambo mengi tumeona vikundi vingi, nimeweza kuwezesha. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye kimsingi anayafanya yale ambayo sisi tuliyatarajia kama vijana. Kipekee kabisa tunakushukuru sana na tunakuombea Mungu aweze kukutia nguvu, endelee na moyo huu. Lakini nafasi ya usikivu. Mimi nasema mnyonge mnyongeni, hati yake ndio ungwana. Huyu diwani mtaka wa watu, ana malingo huyu, ambia anasikia